Tunataka kufanya mradi wa pamoja na tufungue na kampuni wime. Tuko na ombi pia kwa mama zetu wanavyoendelea kibiashara, mradi wa CBO kwa sababu vikundi vidogo vidogo moto za hapa na pale, tutaitana kuja kukaa na wale delegates. Sisi tunataka kituo ama polling center yaandikishe wengi ili haya, maanake wale wote ambao watakuwa wamejiandikisha, sisi tutaitana na mko tayari. Na vile vile pia mheshimiwa rais, yeye atakuja hapa Kwale kuja kukutana na delegates 20 20, kutoka kila polling center eh. Tukisema William Samoe Ruto, ni tutam tuna kila sababu ya kumpatia nafasi kwa awamu ya pili, kwa sababu yale anayoyafanya katika taifa letu la Kenya, hata hapa Msambweni yanaendelea. Mukisikia nyumba za bei rahisi zinajengwa pale Diani, mukisikia masoko, soko yetu ya Diani, nafikiri mwezi wa nne wa tano rais atakuja lifungua, liko tayari. Leo hii mkandarasi yuko pale KMTC Msambweni anajenga bweni ya shilingi milioni mia mbili na hamsini na nne ambayo itahifadhi zaidi ya wanafunzi mia tano Ruto anatosha hatoshi? Tatizo kubwa letu lilikuwa ni mambo ya stima. Vile tunavyoongea hapa Msambweni, tuko na zaidi ya skimu thelathini na nane zinaendelea, stima hapa watu wetu kuwekewa stima 2027 hii pwani tutampigia Rais Ruto kura kama kisasi, tutampatia over 90% ya kura za pwani. Rais Ruto atafagia, ama mwasemaje? Harambee! Harambee! UDA! UDA! William Ruto! William Ruto, lakini kina mama zangu, huyu William Samuel Ruto mmempangia nini? Nyinyi mmempangia <coughs> nini? tutamia kweli, maana amefanya jamani, Ruto ruto anaenda karera, si kila employment yuafika. Pesa zake zinafika, sisha yetu inafanya, mnapata matibabu kina mama, si barabara zetu zinafanya kazi? si mnaona Shimoni pochi inafanya kazi? na watoto wetu si wanasoma? tambakia nini tena kina mama? Kuna kitu kimebakia, mimi nawaomba leo tumshike mkono rais William Ruto, moja kwa moja, hakuna kubahatisha. Ushirikiano wetu kwa serikali ndiyo tugawane, tufanyeje, hakuna shida, hakuna shida. Lakini katika viti vya kisiasa lazima tu, tu, tujenge competition, ndio wananchi watajitokeza wengi. Nyinyi mweke na sisi tuweke, tujenge hiyo kura ya rais William Ruto lakini huyo kijana rais aliyostaafu badala kuendelea na ulevi sasa anataka kutuletea ulevi wake ndani ya serikali na katika siasa zetu zile pesa walizoiba kuanzia wakati huo na kakati wakiwa katika taifa, katika uongozi wa taifa sasa ndio wanatumia kujaribu kuvuruga Kenya ati na kusema wao wanaweza kurudisha uongozi katika mikononi mwao ili sisi ambao tumedhulumika tuendelee kudhulumika, na sisi hatuwezi kukubali. Uhuru Kenyatta akichanganywa na kina James Orengo, wakichanganywa na kina Sifuna, hao wote sisi tunawapeleka katika lile kaburi la sahau. Haiwezekani baada ya miaka ishirini thelathini baada ya kuahiri maendeleo yetu na uwezo wetu kama taifa la Kenya ati leo ukafikiria utaleta changamoto za kuwarudisha kina Uhuru kupitia back door. Kwa hivyo wale ambao wako ndani ya ODM unasikia hawataki kuendelea safari ya William Ruto ni wale wanaitwa nini, vikaragosi, wame wamelipwa na wale wafadhili kutoka mlima Kenya wakiongozwa na Uhuru Kenyatta ili kuitatiza hii serikali ya Kenya ili uwizi wao na ile ma-yale zile shutuma zao na vile walivyokalia hii taifa la Kenya kuendelee. Hakuna mageuzi wanatafuta, hakuna rais ameleta mageuzi ndani ya taifa la Kenya kama William Ruto.